Hello, nakukaribisha katika channel yako pendo ya Mosp Tech. Na hii ni channel kuleta taarifa mbalimbali kuhusiana na simu yako. Na naomba usubscribe channel yangu, like, comment, na pia kama unataka nikujoin kwenye group langu la WhatsApp ili uendelee kupata vitu mbalimbali mbali kwa, kwa kile unachokitaka, kile unachokitaka unaweza ukaniambia kwenye group hilo la WhatsApp nikakusaidia huko huko WhatsApp bila ku upload video YouTube. Unaweza kan kwenye comment hapo, kaweka namba zako, kisha nikasoma comment zote nikaona namba yako nikakujoin kwenye kwenye group. Na naomba kama unataka ujoin yoko group ukiandika ukitum, okay, comment ukituma namba zako andika ni yani, ee, ni join. Yaani uniambie ni join kwenye group nitakujoin kwenye group usiwaze. Sasa kitu leo nimekuletea ni jinsi ya kujua, ya kujua akaunti yako, akaunti unaitumia, jinsi ya kuijua kwa kutumia kodi. Watu wengi wanajuaga sasa akaunti, ili kujua unaenda sijui Google sijui unaenda settings sijui wapi, lakini mimi nakuletea jinsi ya kujua akaunti wa ya yako kwa kutumia kodi namba. Utaingia kwenye kwenye kibodi yako ya namba, kisha utapiga nyota reli nyota reli mbili mm, mbili tano reli nyota reli nyota umeona. Ukishamaliza tu itakuletea upande huu hapa, ambao kama unavyoona, kama mimi hapa hivi email nani akaunti yangu, email yangu yani, email yangu naitumia yani, e, no ndio hii hapa yani ina, inakuletea email yako unaitumia. Kama mimi unavyoona, email yangu naitumia ndio hii hapo. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona email yako unaoitumia kwa muda huo akaunti yako, na unaweza ukakopi pembeni. Kama ulikuwa una shida na kujua akaunti yako hii ndio njia rahisi ya kuweza kuijua akaunti yako. Naomba tu usisahau kusubscribe channel yangu kulike, comment share, alafu pia <coughs> nina nina akaunti nani TikTok ambao inaitwa Mosp Tech vivyo hivyo, kama hii channel yangu na icon yake nani, profile yake ipo kama hii channel yangu ya Mosp Tech ya YouTube. Pia unaweza ukaenda kule ukanisearch, ukanifollow, ukalike na ukaangalia video zangu. Pia nimeelekeza vitu vingi huko mtandaoni. Asante sana, jina langu inaitwa Moses, asanteni.